Teokrasia inamhusu kila mtu uh -huh. ufalme wa mungu unamhusu kila mtu kwa sababu kila mtu ameumbwa kama msimamizi wa rasilimali vitu ambavyo ameviumba mungu Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Faith Valet, mimi ni mwana Kristokrasia. Karibu sana kwenye kipindi chetu ambapo tunakuwa tunajifunza maswala mbalimbali mbali kuhusu Kristokrasi, na leo katika mwendelezo wa kipindi kilichopita, tunaendelea na kitabu chetu ambacho kinasema Single Minded Servant, ambao amekitayarisha Apostle John Kapeta. Basi napenda kumkaribisha uh, Pastor John karibu sana. Asante. Sasa tulipoishia kipindi kilichopita, uliongelea kuhusu mchungaji na kipato nje ya uchungaji wake, ukaongelea pia mtu ambaye ni single minded. Kwa ufupi, ulituelezea mtu single minded ni aina gani. Sasa leo leo niko na shauku kumjua um, single minded person the sent one, huyu uh, ni mtu aina gani au mtu mwenye nia moja aliyeitwa ni mm. mtu aina gani haya asante sana dadavai, asante sana watazamaji wote tunaendelea kama alivyosema dada na somo letu la single minded servant na leo tutakwenda kuongea kuhusu huyu mtu mwenye nia moja ambaye ametumwa, na kama ulivyouliza, nataka tuangalie kwenye kitabu cha Wafilipi. Mtume Paulo aliwaandikia Wafilipi wakati anamtumaa ana, anawatumia barua hii, akiwa anawatumia Timoteo aende akutane nao. Nakwenda kusoma katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya pili na mstari wa 20 na 21. Maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakayeangalia hali yenu kweli kweli. Maana wote watafuta vyao wenyewe, sio vya Kristo Yesu. Kwa hiyo huyu ni mtume Paulo. Mtume Paulo anaandika barua, anawatumia Wafilipu kwa sababu hiyo barua, alikuwa ametuma mtu mmoja alikuwa anaitwa Timoteo. Timoteo ni mwanaye wa Kiroho. Alikuwa amemtuma kwa Wafilipu, akawaambia kwamba sina na mtu mwingine mwenye nia kama ya kwangu mimi. Maana wote niliokuwa nao walikuwa wanatafuta vya kwao wenyewe, sivyo vile vya Kristo. Kwa hiyo mtu anayetumwa na Kristo anatakiwa awe na nia moja ya kutafuta maslahi ya Kristo tu. Lakini mtume Paulo alivyokuwa anasema hapa, alikuwa anaonyesha aina ya watu ambao wanatakiwa watumwe, manake aina ya watumishi wa Mungu ambao wanatakiwa waende Inavyosema mtumishi wa Mungu ninaongea, au mchungaji, mtume, nabii, mwalimu, mwinjilist, unapokwenda utafute kwanza nia ya Kristo, uwe na nia kama ya yule aliyekutuma. Lakini kwa sasa hivi wengi wanakwenda wanatafuta kwanza maslahi ya kwao wenyewe mm -hmm, yasiyokuwa ya Kristo. Kwa hiyo mtu ambaye ametumwa mwenye nia moja alikuwa ni, alikuwa ni, ni Timotheo. Timoteo alitumwa kwa sababu Paulo aligundua kwamba Timoteo alikuwa anamtumikia Mungu, maanake alikuwa na nia tu ya Kristo ambayo na yeye Paulo alikuwa nayo. Kwa hiyo ndio huyu mtu ambaye ametumwa mwenye nia moja kama ulivyoniuliza. Okay. yeah. Sasa ushauri wako au wito wako kwa hawa watu una una una lengo gani ulivyoandika hii sekta au hii sehemu ya single minded sent one? Ulikuwa una lengo gani? Ulikuwa unalenga nini? ya dadavai mimi nilivyokuwa, nilikuwa, nilikuwa, nilikuwa, nimevuvia kandika hivi, lengo langu lilikuwa ni ya kusema kwamba mtumishi wa Mungu tuwe na nia mm -hmm. aliyokuwa nayo Kristo, kwa sababu Kristo ndiye aliyetuita na yeye ndiye aliyetuchagua mm -hmm na akasema nimewaita na nimewaweka ili mpate kuzaa matunda. Kwa hiyo yeye ndiye anayetaka kuona sisi tuna nia gani mm -hmm. katika utumishi wetu. Anachojali sana Kristo ni nia. Kweli tuna nia kama aliyokuwa nayo yeye au tuna nia nyingine? Na ukiwa na nia nyingine, mara nyingi utatafuta yale yaliyo ya kwako mwenyewe. Ni kama nilivyosema safari iliyopita, kuna watumishi sasa hivi kama ajapata masilahi yake, kama ajaona cha kwake, hawezi kuinuka mm -hmm. Lakini sasa Kristo hajatutuma hivyo. Na nia ya Kristo ni nini? Kuokoa nafsi za watu kwa mazingira yote yale. Wewe kama ni missionary, kama ni mtumishi wa Mungu, katika huduma zote tano, unatakiwa ujue kwamba Kristo anataka nini kuliko wewe unataka kwanza nini. Sasa siku hizi wengi wanatanguliza yale ma, matak matak kwa yao mm. nia zao, unakuta mtu anajitahidi juu chini, anatafuta najua, hapa nikiubiri, hapa nikifanya hivi hapa mm -hmm. yeye hajali nafsi. Halafu mwingine anakuambia, kanisa lako mbona ni na kuambia, ina watu wachache yeah. kwa hiyo siwezi kuja kufanya huduma, watu ni wachache pale, hapo watu hamna, watu pale. Mwingine wanasema hauna, hamna samaki wale wakubwa mm -hmm. kwa hiyo unakuta kwamba nia yake nataka aonekane, hata kama upande te wa waimbaji ndiyo Mwingine anakwambia, bwana, siwezi kuja kuimba pale sababu watu wenyewe ni wachache. Yeye anachotaka pale apate watu wengi, atengeneze jina lake, yeah. Lakini mtume Paulo, amemtuma mtu aliyekuwa na nia kama ya kwake yeye. Yeye alikuwa na nia gani? Ile ya Kristo. Alikuwa anaangalia wito, alikuwa anaangalia nia ya Kristo na wito wake na kazi anayokwenda kuifanya, bila kujali yeye ana masilahi yake yeye au anahitaji kitu gani? Hapana. Kwa hiyo wito wangu kwa watumishi wa Mungu kama mtume ni kwamba tuangalie kwanza na kutafuta nani kusudi la Mungu, alafu tuwe na nia aliyokuwa nayo Kristo ili tufanye kazi ya Mungu kuwa nyepesi. Vinginevyo kazi ya Mungu inakuwa ngumu, kwa sababu mpaka sisi turidhishwe ndio tumkumbuke Kristo, tunafanya kazi ya Mungu imekuwa ngumu na niliongea tena safari nyingine kwamba huu ugumu unatokana na nini? Watu kutafuta nia zao, nafikiri mm. takuwa nimeeleza. Yeah, umenielezea kiundani na vizuri, kwa sababu wakati unaweza kumwelezea huyu uh, single minded ambaye ni ametumwa the sent one mm. nilikuwa nawaza ni mfano ni mtu wa aina gani? Huyu mtu atakuwa ni kwamba ameamka asubuhi, ameambiwa nenda kahubiri sehemu fulani, bila kuangalia maslahi, hana nauli, labda atakula nini, jua litampiga yeye, ameenda tu na amemaliza kuhubiri, kutangaza Injili. Baada ya hapo ameondoka. kwa nikaa na, nafikiria na, na kwamba the single minded one, the sent one ni yeah. ni mtu anagani? Umenipa mfano kwamba Timotheo amekuwa yeah. ni mtu ambaye ni mfano halisi wa yeah. the sent one ki maisha ya kawaida reality hmm. ya maisha yetu ya kila siku, unaweza kanipa mifano miwili mitatu ya huyu mtu unayemwongelea ya mtume ya, ya Timoteo? Ni kama nilivyoeleza ni, kwamba Timoteo alikuwa hivyo kwa mm -hmm. sababu alikuwa na nia moja, na watumishi wa Mungu wote walioitwa na Kristo mm -hmm. walioitikia wito wa Kristo lazima wawe na nia tu hiyo moja iliyomo ndani mm -hmm. ya Kristo. Kwa hiyo kama utakuwa nje ya hiyo, kwa kweli kazi ya Mungu unaikwamisha. Kwa sababu unatakiwa kufanya kazi kama mtume. Mtume Paulo alikuwa mm -hmm. na nia ya Kristo. Alikuwa anatafuta masuala ya Kristo. Kwa na sisi tutafute masuala ya Kristo. Na ile masuala ya Kristo ni nini? Kufanya ufalme wa Mungu uendelee. Amesema nendeni mfanye mataifa yote, mataifa wote kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo unakuta kwamba ndio ndio ndio ndio agizo kuu aliyotupa ndio nia yake. Mm -hmm. Lakini sasa kama sisi tunapoanza kuenda tunasahau yule mwenye nia, mm -hmm. tukaweka ya kwetu sisi. Kwa hiyo tutakuwa watu ambao sijue namna gani tutakavyoonekana machoni pa Bwana, lakini tutafanya kazi ya Mungu kuwa ngumu. Nafikiri mfano ni ni Mtume Paulo mwenyewe mm. pamoja na na na Timotheo, okay. yeah. Sasa kwenye hichi kitabu cha Single Minded Servant umeongelea kuhusu Kris Kristokrasia. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Kristokrasia ni nini? Ya kweli najua watu wengi mara nyingi wanaposikia Kristokrasia wanajiuliza Kristokrasia. Mm -hmm. ni mamlaka ya utawala wa ufalme wa Kristo duniani kupitia wanafunzi wake mm -hmm. kupitia kanisa mm -hmm. au kupitia mabalozi wake. Kwa hiyo ndio maana ya Kristokrasia. Kwa hiyo tunapoongea kristokrasia, tunaongea ufalme wa Mungu na utawala wa Mungu duniani kupitia wale wa Kristo halisi, ndio kristokrasia hiyo. Sasa inaonekana kama kristokrasia ni injili inayozungumzia au inayotangaza sana uh, mafanikio au kwa lugha ya kawaida tunaweza kusema inalenga kama wafanyabiashara sasa Unaweza kutufafanulia zaidi ya ... Yeah, ni kweli kwa usipoelewa vizuri swali lako lile, ni kweli sio mara ya kwanza. Kuna mm -hmm. baadhi ya watu huwa wananiuliza hilo swali kwa sababu tunasimamia sana kwenye masuala ya utawala, kwa kizungu wanasema governance. Unajua kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu, unaposoma kitabu cha Mwanzo moja ishirini na sita, alikuwa amemumba mwanadamu ili mwanadamu awe msimamizi wa rasilimali zote za Mungu duniani, kwa amemumba kwa ajili kwa ya kumiliki na kutawala na kutiisha. Na ukisoma Biblia, inasema uta, una na nafikiri na safari iliyopita tuliongea tena pale mm -hmm. aliwezesha vitu ambavyo anatakiwa ndege, samaki, wanyama waporini na kila ki, kila kiumbe kinachotambaa ni kuwa na mifumo ya kudhibiti hivyo vitu kwa hiyo sasa ndivyo Mungu alivyomweka mwanadamu wa kwanza. Amemuumba kwa ajili ya kutawala, hakumuumba kwa ajili ya kumwabudu, kwa sababu mwanadamu, Mungu anaabudiwa kuna malaika wanamwabudu, ana viumbe vingi vinavyomwabudu, lakini sisi tulikuwa tunasimamia hivi vitu tu. mm -hmm. Kwanza ndio lilikuwa lengo la Mungu, unaona. Lakini sasa baada ya mwanadamu kupoteza utawala huu, maanake akajitoa katika na nafasi ambayo Mungu alikuwa amemweka, akajikuta yuko pembeni. Sasa ikafanya ya kwamba Kristo alivyokuja, Kristo akaja kurejesha kilichokuwa kimeharibika au kilichokuwa kimepotea, na ukumbuke kilichopotea katika bustani ya Edeni mm -hmm. ni utawala wa mwanadamu wa Adamu wa kwanza. Lakini Kristo alipokuja, yeye alichokuja kufanya alikuja kurejesha, lakini alivyokuja kurejesha kwa njia ya kanisa, akarejesha mamlaka yote utawala ule wote akaurejesha. Kwa hiyo kusudi la Mungu ni rasilimali fedha, rasilimali vitu viwe mikononi mwa watu wa Mungu. Kwa hiyo tunapofundisha kristokrasia, sikana kwamba tunafundisha injili ya mafanikio. Kristokrasia au kristokrasia sio injili ya mafanikio. Na ninakumbuka nimekutana na watu wameniambia hivyo kwamba labda kwa sababu wewe unafanya biashara ndio maana unafundisha hii. Mm -hmm. Kwa sababu hautegemei kanisa. Ah, kanisa hatuwezi kulitegemea kwa ajili ya kuishi. Mm -hmm. Lakini kanisa, sisi tunatumika kwa sababu tunafanya huduma kwa sababu kule tumeitwa kwa ajili ya kufanya bure. Mm -hmm. Lakini anasema mtanitumikia, nitabariki kazi ya mikono yenu. Kwa hiyo sasa, mara nyingi watu wanasema hivyo kwa sababu tumesema au tuna tunafundisha kwamba hasa kwenye somo la wealth creation okay, kwamba tunasema wealth creation it is a it is a imperative our wealth creation our resources is imperative oh god delegation kwamba Mungu ame, a, kwa kusudi lake amekusudia sisi tuwe tu, tuwe tu, tuna tu, tunamiliki vitu mm -hmm, tuvitawale. Unaona, kwa sababu ya ushawishi wa hivi vitu ni mkubwa sana Unajua, pesa au au utajiri una ushawishi mwingi sana, pesa unaona. Lakini hivi vitu viki, na ushawishi wake vikiwa mikononi mwa watu asiyomjua Mungu vinaweza vikawapeleka wapi? Kwa hiyo, hii sio injili ya wafanyabiashara, sababu wengi walivyofundishwa namna gani ya kutengeneza rasilimali fedha walifikiri kwamba wanatengeneza kwa ajili ya maslahi yao. A a si, atufundishe ili utengeneze pesa kwa ajili ya maslahi yako. Tunakufundisha kutengeneza pesa kwa ajili ya kuendeleza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo pesa ni ni ni, ni, ni, ni mali ya Mungu na sisi ni mali ya Mungu na Mungu amekusudia sisi tumiliki hivi vitu kwa ajili ya kuendeleza ufalme wake. Kwa hiyo sio injili ya mafanikio, lakini kutengeneza rasilimali pesa na kufanikiwa ni halali ya watu wa Mungu ili ufalme wa Mungu uongozwe na uendelee vizuri, mm -hmm. Na tusiachie tu wapagani kumiliki pesa, kwa sababu ya ushawishi wake watatua watatufanyia mambo mabaya. Kwa hiyo Mungu anapenda pesa ziwe mikononi mwa watu wake, kwa nataka niseme ya kwamba watu wengi sana wanadharau nguvu ya pesa. Pesa ina ushawishi mkubwa sana, kwa sababu inabadilisha tabia ya mtu lakini ni halali ya mtu wa Mungu, na endapo Mungu atakubariki na ukafanya kazi ukawa na pesa, nafikiri itakuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hizo pesa tunazoisema sisi, atuseme pesa zile za kufanya kwamba uzipate kwa masilahi yako binafsi. mm -hmm. Kwa hiyo mtu wa Mungu anafanya kazi, kila kitu ni cha Mungu, na yeye pamoja na mali yake. Kama anavyomtumikia Mungu, ndivyo hata vitu vyake vinamtumikia Mungu. Kwa hiyo hii ni Injili ya ufalme wa Mungu, sio injili ya mafanikio. Sasa unaweza kaa unazungumza na mtu hana biashara hmm, hana mali hana chochote ambacho umekiongea hapa kumiliki rasilimali hmm. Huyu mtu anaweza kaa anajisikia kwamba hii Kristokrasia imemtenga ime, au yeye haimuhusu je? Hmm. Ye, inahusisha hawa watu wa aina hii, watu ambao hawamiliki hivi vitu ya? Unajua, uh, unachokisema Nimekuelewa swali lako. Kristokrasia inamuhusu kila mtu uh -huh. Ufalme wa Mungu unamuhusu kila mtu, kwa sababu kila mtu ameumbwa kama msimamizi wa rasilimali, vitu ambavyo ameviumba Mungu. Ilisema mara ya, ya, ya kipindi kilichopita kwamba Mungu alipoumba ulimwengu, ulimwengu haukuwa tasa. Ameumba ulimwengu ukiwa na rasilimali zote. uh -huh. Nani atasimamia? Ni wewe we na mimi kwa hiyo kama hauna biashara ya kufanya, Mungu ndiye anayeleta ubunifu. Mungu ameumba kila kitu kwa, kwa ubunifu wake, ameumba kila kitu, ametengeneza kila kitu na ametupa pia roho wa ubunifu na ametupa pia vipawa ndani mwetu. Tumia vipaji vyako ulivyo navyo, tumia vipawa vyako, ubunifu wako, tengeneza rasilimali, pesa uwe nazo. Kwa hiyo hata mimi nakumbuka wakati nimeanza kufundisha Injili au wakati nimeokoka, kuna watu walikuwa wanasema kwamba umeokoka kwa sababu hauna pesa mm -hmm. Waliona kwamba ni umaskini ndio umenipeleka kwenye wokovu, lakini ilifikia wakati wengine walikuja kusema kwamba unafundisha Christocracy kwa sababu na wewe ni mmoja. sababu una pesa yes. Unaona kwa, kwa hiyo unakuta kwamba sio sio mpango wa Mungu mm -hmm. Mtu awe katika hiyo hali ya umaskini. Mpango wa Mungu ni kwamba watu wake wawe wasimamizi wa rasilimali vitu alivyoviumba yeye. Kwa hiyo unapokuwa msimamizi mzuri, wewe lazima utatajirika tu. Hatujui kwa viwango gani, lakini kusudi la Mungu ni kwamba wewe mtu wa Mungu uwe mtawala hata katika maeneo uliyopo. Unajua hata kanisa lenyewe linatakiwa liwe na ushawishi katika maeneo yale. Wakati mwingine serikali wanatutazama sisi kuna madhehebu mengine makubwa amejenga mpaka mashule. mm -hmm. kuna siku moja nilikuwa naongea, nimemwambia mtu mmoja, nimesema hata hata hata hata hata nani hata, hata, hata, hata, hata kinachofanyika Afrika sasa hivi mm -hmm. vijana Gen Z, vijana wengi kukimbia bara la Afrika kuelekea Ulaya mm -hmm. hata hizi fujo, fujo zinazofanyika unajua kwamba kanisa lina sehemu kubwa sana, kwa sababu sisi ndio tumepewa mamlaka na sisi hatuwezi tukaachia tu serikali kila kitu kufanya na sisi ni serikali ya Mungu duniani, yes. Tukitengeneza mashule tukitengeneza fursa tukiwatengenezea vijana wetu kazi ya kufanya mm -hmm. kwa mfano tukijenga tu shule kubwa tukitengeneza kabisa senta kubwa tukitengeneza kabisa kama vile senta za, za, za, za, za, za ufundi kufundisha watu vijana wetu, wakijifunza kule hawatakuwa na muda wa kukimbia bara la Afrika kwenda Ulaya. Lakini sasa tumeacha vitu vyote kwamba watavifanya wanasiasa, serikali za ulimwengu, lakini sisi kama taasisi la la, la, la kimungu tumejikita kwenye mambo ya kiroho. Kwa hiyo tunatakiwa tuelewe kwamba ni nafasi yetu sisi, kwa sababu hata Kristo atakapokuja anakuja kuchukua kanisa. Kwa hiyo anakuja kulichukua kwa sababu gani? Anakuja kulichukua kwa sababu lipo duniani kwa ajili ya kufanya kusudi la Mungu, na ni kusudi la Mungu kanisa hapa duniani kufanya kazi zote ambazo zinachangia maendeleo ya dunia hii, kwa sababu ni, ni wakilishi wa Mungu na sisi ndio wasimamizi wa Mungu hata wanasiasa wanatoka kwenye makanisa yetu. Kwa hiyo sisi ni chanzo cha watu wote ambao wanaotawala. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa ya sisi pia kuwa wasimamizi na wamiliki wa vitu, lakini hatumiliki tu kwa kutamka. Tunamiliki kwa kutumia vipaji vyetu, ubunifu wetu na kutumia nguvu kazi zetu zitatufanya sisi tufikie huko ambako tunataka tufikie. Tutakuwa wasimamizi wazuri Posto, nimejifunza kwamba unatuhamasisha tusiwe wavivu, tuchangamke, kwa sababu sisi ndo wasimamizi wa rasilimali vitu ambavyo Mungu wetu ametubariki navyo. Ni kweli ya sio tu kwamba ninawahamasisha, nina watu wawe wachangamke wa, wa, wa mm hapana -hmm. Unajua, nitakum, nitakupatia siri moja dada, kwamba eh, kila serikali serikali kila serikali inahitaji wawekezaji wawekezaji wa ndani, mm -hmm. Kama vile nchi wazao, na inahitaji kuwa na wawekezaji hata wa nje, unaona. mm -hmm. Kwa nini? wawekezaji wawekezaji wanatengeneza fursa za kazi kwa wale watu wa nchi husika. mm -hmm. Na sisi kama watumishi wa Mungu tunaamini kwamba tuko katika ufalme wa Mungu na huu ufalme hauko mbinguni, uko duniani hapa na kama ufalme huko hapa duniani, lazima ufalme wetu pia uwe na wawekezaji. Kwa hiyo tunapofundisha ubunifu wa kutengeneza rasilimali pesa, tunataka kutengeneza wawekezaji katika ufalme wa Mungu. Kama sasa hivi tuko kwenye TV, hii inahitaji kamera, inahitaji vifaa vyote, vinavyohitaji ni pesa, hata umeme ni pesa. Lakini sasa injili itakwendaje nendapo watu wa Mungu wote watakuwa maskini? Sio wito wa Kristo tunahitaji kuwa. Ninataka kuhamasisha kwamba fanya kazi, tumia nguvu yako, ubunifu wako, rasilimali ambazo Mungu ameziumba wewe, anza tu kutafuta, ufanye chochote kile, ili upate kuwa pia mwekezaji katika ufalme wa Mungu. Sasa kuwaomba watu sadaka, watapata wapi? Kama wao Bwana, nimeona makanisa mengine, nimeona watu wengine wanawekeza mamilioni ma, ma, ma, ma mamilioni, mamia ya mamilioni. Hawa ni wawekezaji katika ufalme wa Mungu inatupa furaha kuona watu sasa, kama tutakuwa tu mchungaji akisimama, unatoa simenti kiasi gani? ah, mimi unaona, nitatoa nani, mfuko mmoja? Ni aibu. Sisi ndio watawala, inatua na sisi. Tuna watu kutoka makanisani ambao akisimama anasema nitatoa mifuko mifuko elfu tatu, nitaleta lori tano, tunasema ah Mungu amewabariki watu sasa. Hawa watu watatokea wapi? Ni endapo hatutawafundisha na kila siku tu tunamwambia tubu tubu tubu tubu, na wanatubu kila siku, sababu ni wenye dhambi, wanatubu kila siku. Lakini sasa, kama ndio ndio kutubu kila siku ndio kazi ya kanisa, itakuwa ni shida sana. Kwa hiyo hiyo pia ni, ni kitu kingine ambacho nataka kuongea. Sijakataa kutubu, lakini kanisa kazi lake sio kila siku kutubu kwa sababu mm, maisha ya Mkristu sio tu ya kutubu kila siku mm, ni ya kuachana na dhambi. Lakini Christocracy inafundishwa namna gani, unaweza kumiliki na kutawala na unatawala kwa faida ya ufalme wa Kristo. Ah, Aposto, asante sana siku ya leo, umetubariki sana sana sana, umetufundisha mambo mengi sana mm. Ah, hadi wakati mwingine, asante sana kwa siku ya leo basi Uh, ningependa tuishie hapa kwa siku ya leo. Ni mpaka Jumapili ijayo, usikose kusikiliza mafundisho ya Christocracy tukiwa na kitabu chetu kinasema single minded servant. Mungu awabariki sana. Asante sana. Mungu awabariki sana. Ni Apostle John Kapeta wa Christocracy Africa. Mungu akubariki Dada Vai, Mungu akubariki sana. Amina. Asante, asante sana, bezi sana. Bezi. Thank you. Asante yes, sana.